wa rais wa nchi hii, baba yetu Julius Kambarage Nyerere. Toka wakati huo wamekuwa wakipokezana, akaja Ali Hassan Mwinyi, akaja Benjamin Mkapa, akaja Jakaya Mrisho Kikwete, akaja Dr. John Joseph Pombe Magufuli, na sasa hivi amekuja Samia. Katika kipindi chote hicho cha uhuru wa nchi hii hatujawahi kupata rais mwanamke. Na wengine watajiuliza mbona tumepata Samia? Ni mwaka elfu mbili na ishirini na moja ambapo Tanzania kama nchi yetu ilipata janga la kuondokewa na rais wetu kipenzi wa wakati ule alikuwa anaitwa John Joseph Pombe Magufuli. Baada ya Daktari John Pombe Joseph Magufuli kufariki, Katiba yetu ya nchi imewekwa bayana kwamba endapo rais aliyoko madarakani anapoteza maisha, anafariki dunia, Katiba imeeleza kwamba makamu wake wa rais wa wakati huo atakwenda kuapishwa na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi mwaka elfu mbili na ishirini na moja mwezi wa tatu, siku chache baada ya uchaguzi mkuu Magufuli baada ya kupoteza maisha, Daktari Samia Suluhu Hasani aliapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ambayo amehudumu kwa kipindi cha miaka minne, na kwa kipindi hicho alichopewa nafasi Daktari Samia Suluhu Hasani amefanya kazi nzuri sana ambayo imetufanya sisi wa Tanzania kweli kumkubali Rais Samia kwamba anatosha na anastahili kupewa nafasi tena, kwa maana ya kwamba ile awamu ya kwanza ilikuwa ni kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Lakini sasa hivi tunakwenda kumchagua Oktoba 29, ili awe rais wa kwanza mwanamke tangu nchi hii kuumbwa na tangu nchi hii kupata uhuru. Hapo vipi? Kwa nini Samia Suluhu Hassan? Naomba niwaambieni ndugu zangu, sisi mwaka huu wa uchaguzi mkuu huu, wanawake tuna jambo letu tuna jambo letu Oktoba 29. Toka nchi hii imeumbwa miaka yote tumekuwa tunaongozwa na marais wanaume, lakini itoshe sasa. Sisi wanawake tumewaunga mkono kwa kipindi chote hicho, kila mlipoleta mwanaume kugombea nafasi ya urais sisi wanawake tuliwaunga mkono. Jamani wanawake si safari yetu, tunamleta kwenu nyinyi akina baba vijana, tunamleta kwenu. Daktari Samia Suluhu Hassan alipopata nafasi alikwenda kutekeleza miradi yote ya kimkakati ambayo iliachwa na mtangulizi wake Dr. John Joseph Pombe Magufuli, na amefanya vizuri sana kwenye sekta ya elimu alifanya ile miradi iliyoachwa, lakini aliongeza na mingine. Tumepata madarasa hapa, madarasa kumi na tisa katika shule ya msingi Ligoma. Uongo kweli? Huyo ndio daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ameendelea kwenye sekta hiyo na maeneo mengine yote shule nzuri sana za kupigiwa mfano. Leo hii nimetoka Misechela, nimeona madarasa, watoto wanasoma kwenye shule nzuri mno. Na mi nikawa nasema hivi, dunia haiwezi kurudi rivasi na nami nikawa mdogo mdogo nikasoma kwenye madarasa mazuri kama haya. Wakati huo sisi tunasoma madarasa edweki tulikuwa tuna banaga kwenye darasa moja, mnapeana zamu la kwanza ai e, wataingia saa moja mpaka saa mbili la kwanza b wataingia saa nne mpaka saa sita vile ukienda kwenye afya, kama nilivyosema, yuko vizuri, anaendelea kujenga zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa na hospitali za kanda. Piga makofi mengi sana kwako. Kituo cha afya kinaletwa hapa katika kata ya Ligoma na baada mara baada ya viongozi hawa kuapishwa, mchakato wa ujenzi utaanza mara moja. Naomba niwahakikishie, Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda wananchi wake, anatamani kila kata katika nchi hii iwe na kituo cha afya lakini ni lazima aanze na zahanati alafu ifuatie vituo vya afya. Zahanati zimeshajengwa na sasa tunaelekea kwenye kituo cha afya. Kupitia swala la kilimo, serikali iliona umuhimu wa kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa ruzuku, ruzuku ya mbolea, ruzuku ya viwatilifu, lakini pia ruzuku ya mbegu ya mahindi na ruzuku ya salfa hapo, vipi? Katika kunaji sera za Chama cha Mapinduzi, ameeleza kwamba pindi atakapokuwa ameshinda na akaingia Ikulu baada ya kuapishwa atakachokifanya wakati hii mtasaidiwa na madiwani wa viti maalum. Ilani ya chama cha mapinduzi hii hapa tunapozungumza, tunazungumzia mipango ya chama cha mapinduzi kwenye utekelezaji wake kwenye miradi mbalimbali mbali. katika kuwaletea wananchi maendeleo kupitia kitabu hiki hapa, na sio kitu kingine. Wanakuja vyama hapa, wanaeleza eti tutakula ubwabwa, nyi wageni na ubwabwa wanakuja vyama vingine hapa wanawadanganya, eti nasikia hapa sijui kuna ICT. Nataka niwaambieni ndugu zangu, amekuja hapa Mtutula, Mtutula yule mimi ni shemeji yangu vile vile kama alivyosema Happiness, lakini nataka niwaambieni tunachokitafuta ni mbunge wa jimbo atakayewasilisha hoja zenu ndani ya Bunge. Hatutafuti ushemeji na unani hapa tutula alikwenda bungeni, hapa palikuwa mfu kabisa, hapa kuwa na maendeleo ya aina yoyote katika kipindi ambacho amehudumu kama mbunge. Hakuna kitu alikifanya, anaomba kura.